Yes, yes, hapa ni mkoani Mbeya, pande za nane nane, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, viwanja vya Joni Mwakangale. E bwana, tunaangalia mazingira yetu jinsi yanavyozidi kujengwa. Najua wengi mshakuja kufanya biashara kutoka Arusha, Kigoma, Mwanza, Dodoma mpaka Dar es Salaam. Mlishaizoea kuikuta nane nane, ehe, yenye uwigo wa matofali ya kuchoma Ila safari hii wigo wetu umejengwa kwa blocko. Kwa kifupi ni kwamba ni uzio wa maana, njoo eh, mwakani ufanya biashara zako kwa usalama kabisa eh, katika viwanja vya John Mwakangale pande za nane nane. Na hii ni African Site Broadcast, yani namaanisha ASB. Endelea kusubscribe vipindi vyetu, ili upate kupata mambo mengi kupitia uwanja unavyozidi kutengeneza mazingira yake vizuri. Sina mengi ya kuongea, nyuma kamera yupo kakangwa kuitwa Benja. Eh, si wale na mimi ni Imani Saiba aka man ibak. Kama mnavyoona ukuta unazidi kujengwa eh, wenyewe kwa ukuta unazidi kutembea na mambo yanazidi kuendelea eh, hii mamoaziikuendelea ndio Mbea City, au sio? Na hivi ndio viwanja vya John Mwakangale pande za 88 tutajionea mwenyewe kwamba ukuta umejengwa. Huu ni ukuta kama wa Jeriko, kama au sio? Unavyoona ejengwaa mwenye...